Watoto 800 wa mafundi ujenzi kutoka shule za msingi na sekondari mkoani Mbeya Wamekabidhiwa vifaa vya shule pamoja na fedha kutoka kampuni ya uzalishaji wa vifaa vya ujenzi hapa nchini ya Magic Builders, ikiwa ni sehemu ya urejeshaji kwa jamii CSR. Kwenye hafla ya utoaji wa vifaa hivyo, mkurugenzi wa kampuni hiyo David Balongo anasema wamekuwa wakirejesha kwa jamii wakiwagusa mafundi kwa kuwawezesha watoto wao kupata elimu kwa kuwapa vifaa vya shule pamoja na fedha za michango ili kuondoa dhana ya mafundi kushindwa kusomesha watoto wao. Tumekutana na watoto wa mafundi 800 ambao lengo letu kubwa ni kuwahamasisha hawa watoto wa mafundi kwa kupitia wazazi wao kwamba elimu sisi tunaipa kipaumbele. Kwa hiyo tumewaletea stationaries pamoja na michango mbalimbali ambayo hawa watoto wanatakiwa kulipa. Hii tunafanya kwa sababu hawa mafundi kwetu sisi ni wadau na ni wadau wa kibiashara lakini ni wadau wa matumizi yetu, lakini ni wadau wa ujenzi kwenye taifa hili. Kwa hiyo, mbali na kuisapoti serikali kuhakikisha kila mtoto ambaye anatakiwa kwenda shule anaenda, sisi kama Magic Builders tumechukua jukumu la kuwapitia na kukutana nao kwa mikoa ambayo sisi tunafanya kazi. Tulianza Rukwa, leo tuko Mbeya. Kwa hiyo, tunaendelea kukutana na hawa wa, wa, wa, watoto lakini mbalimbali mbali, tofauti na watoto, tunakutana pia na wazazi wao ambao eh, kwa kiasi kikubwa tumekuwa tukiwakatia bima za afya kwa hiyo hawa wanaokuja ni wale ambao kwetu sisi wanakuwa wana wako kwenye, kwenye mchakato tayari wa kuhakikisha hizi incentives ambazo tunawapa wanazipata. Kwa hiyo ndio maana tuko hapa leo Mbeya, lakini mpango wetu kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita tunalenga kuwafikia watoto elfu tano. Mwaka jana tuliwafikia watoto elfu tatu kwa hiyo leo tu, eh, mwaka huu tunaongeza watoto elfu mbili ziada ili tuone sasa ni hamasa kiasi gani tunawafikishia hawa watanzania wenzetu. Sisi kama mafundi tuna furaha sana na tunalishukuru, tupo nao pamoja, tutaendelea kuwaunga mkono. Hivi vifaa tulivyopewa pamoja na daftari pamoja na fedha vitatukizi sisi ambao wazazi kidogo tulikuwa tuna uwezo kama vile uniformu kama vile kuna vitu ba, kama michango ya uji chakula shuleni. Mmoja wapo kama mimi elfu hamsini niliyopewa nitaenda kulipa chakula shuleni, maana nilikuwa sinaweza kulipa chakula. Tumejifunza kwamba si sisi si tu basi, kuna wengine ambao wanahitaji. Watoto wetu wapate sapoti wafike mbele ko, tunashukuru kwa kweli. Watoto wengi ni waelewa kwa namna moja ama nyingine hataamini kwamba kweli elimu ni ufunguo wa maisha, na nini maana ya elimu na afanye nini kuhusu elimu, kwa sababu si mzazi tu anavyomwelekeza mwanangu soma, ashajifunza kwamba kumbe kuna wengine wanahitaji na wenyewe wasome, ili wapige hatua, afike mbele zaidi. Msaada huu niliopewa unaweza kunisaidia kuendelea na masomo, na unaweza kunisaidia kwa, unaweza kunifanya niendelee na masomo nisirudi nyuma, maana unaweza kunisaidia katikati ya elimu yangu. Emmanuel Ndimwa ni mwenyekiti wa umoja wa mafundi jiji la Mbeya anasema msaada huo kwa mafundi umewafikia kwa wakati sahihi kwa kuwa wapo baadhi yao watoto walikuwa bado kuanza masomo kwa sababu mbalimbali mbali, huku akiwasisitiza wa wazazi kumalizia sehemu iliyobaki ili kufikia malengo tarajiwa. Uh, awali ya yote na nipenda ni kushukuru kampuni ya Magic Builder International kwa kutuona katika hili naamini kwa sisi kama mafundi tumenufaika sana kwa sehemu, kwa sababu kuna watu ambao watoto wao mpaka leo walikuwa hawajaanza shule. Kuna wengine walikuwa wana, wameenda lakini hawajakamilika. Kwa hiyo tunaamini katika hichi ambacho wametusaidia juu ya watoto wetu, kuna namna wametusaidia kujikwamua sehemu ambavyo tulikuwa tumekwama. Kwa hiyo ninawashukuru kwa ajili ya hili, na nafikiri sisi pia kama wazazi tunatakiwa sasa, tunapaswa kuchukua nafasi iliyobakia ili kufanya watoto wetu warudie shuleni.